Jamani, hizi spices ni mali, na kila unachokiona ni nini? Ni mali. Sisi wenyewe tulifikirie zaidi, tuli tuondoke hapa tulipo, ili ni tumekuja ili tuwasaidie, tushirikiane na nyinyi, ndiyo ndio madhumuni yetu. Ndio maana tukawaleta hawa AGCOT na wengine, tujiunge pamoja, ili juhudi hizi ziungane kwa faida ya wananchi kwa faida yenu. Mimi niwashukuruni sana, naamini haya mafunzo na yatayokuja zaidi ya mafunzo, kwa sababu hii programu sio mafunzo tu, lakini mafunzo, miche, nafikiri si watapewa, halafu na mashine, sijui mashine ya kukaulia mafuta, nimeambiwa mashine ya kukaushia, kwa sababu tuna tatizo la jua halijikumi mara kwa mara, na vitu vingine vyote hivyo huu tulionao sisi taasisi ya kilimo e, taasisi ya kuendeleza kilimo AGCOT, ni mradi unaoitwa e, kuwezesha wananchi kuhuisha mazingira yao kwa kupitia kilimo cha mazao ya viungo katika wilaya yetu ya Morogoro vijijini, na katika kata tatu: kata ya Konde, kata ya Tawa na kata ya Mkuyuni. Ni mradi ambao uliasisiwa na wataalamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na sisi AGCOT kama taasisi ambayo inajaribu kusaidia kuchochea mapinduzi ya kilimo hususan kilimo kibiashara katika mazao ya viungo. Kwa niaba ya washiriki wote, napenda kushukuru wenzetu wa Sagot, TCRS, wenzetu wa viwango TBS, wenzetu wa benki wote kwa umoja wao wa kuweza kuibua wazo kwa thamani, kujua kwamba kuna wakulima ambao wanatakiwa waweze kuwezeshwa ili kuweza kufikia malengo yao. Napenda kuwashukuru sana ambayo tumewezeshwa hapa tukayafanyie kazi.